Mnapiga hatriki mzalamu? Napiga hatriki. Ah, labda tuwambie sisi, tunaendelea na hamasa Yanga walifanya asubuhi. Tumekula supu saizi, Simba wanaenda kufanya mwembe. Yanga sisi tunachoomba mashabiki waje uwanja wa KMC. Tunaomba mashabiki, hii mechi ipo bure, hii mechi haina hela, hii mechi bure. Sisi tunaomba mashabiki tuwaone uwanja wa KMC, waje kuona kweli sisi tunapiga mechi, sisi tunaweza kucheza au hatuwezi kucheza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kikao kimeisha salama, kila mtu arudi nyumbani, afike nyumbani salama, kusudi tukutane siku ya Jumapili. mm. lakini Nassoro, e, watu wanazungumza sana, hii imekuwa kama namna tofauti hivi kukutana na mashabiki kucheza, zoezi hili lilofanyika mpaka kufanikisha mechi kufanyika, na mmepata sapoti na viongozi mbalimbali wa e, serikali Uh, umeionaje? Ah, kwanza hmm, mimi, na, mimi nasema tumejigia bigi hapo sisi wenyewe hmm, na inabidi tushukuru. Sisi tumeenda kuonyesha kuwa Simba na Yanga si uadui, Simba na Yanga ni urafiki. Tukakutana wote mashabiki wa Simba na Yanga pamoja na wazam, tukapanga kitu gani tukifanye, kwanza tukifanye, Watanzania wajue kama Simba na Yanga mashabiki ni marafiki, twende tukapige dabi sawa. Kweli sisi tulipanga dabi yetu, tunashukuru serikali Tunaishukulu serikali kutukubalia dabi na wao kutusapoti sawa, na sisi tunaenda kuwaonesha, tunaenda kuwaonyesha mchezo wa kiungwana, tunaenda kuwaonyesha kuwa Yanga ndo baba wa nchi, tunaenda kumfunga Simba kama Yanga ndo baba wa nchi, tunaenda kuwafunga simbaaasma ajaussasaupoaabadoizu ah, mi nawaambia mista Keni uh -huh. sisi hatujapoa uh -huh. nampa salamu namwambia angalau namba zake nanyimwa nyimwa, namba yake nanyimwa, kwa sababu namba za Mr Ken nanyimwa, ila namwambia mi bado nipo uh -huh. na wala sijapoa nipo hey. Nitaendelea baada ya mechi baada ya mechi hey. kuna kitu nitamwambia kinatoka Simba kinaenda Yanga. Unasema? baada ya mechi Mr Ken hey. nitamwambia kuna kitu kinatoka Simba kinaenda Yanga, hiyo lazima A -a. Mimi nimekwambia baada ya mechi hii Mr. Ken nitamwambia, ila anamwambia aandae. Aandae vidonge. Anda? Jasusi uh, bado yupo uh -huh. Na jasusi sisi leo asubuhi tumemsomea dua, kwa hiyo abadili haimsumbui jasusi. Tushawawai sisi leo, tushamaliza supu tushakula, alafu uzuri wake supu kaenda kunywa hadi baba yake like kamwe, kwa hiyo tumemaliza, shughuli tumemaliza yeah, tumemaliza <tuhi> <tuhi> Yeah. Nassoro, una kitu gani cha kuambia mashabiki ambao wapo mikoani, wanaona kama mna vita mna nini, mmeunganisha kitu kwa pamoja na unawakaribisha vipi kuelekea katika mechi yenu? Kwanza, mashabiki walikopo mkoani yeah. Mi nawaomba mtu kama ana nafasi yeah. haje kuangalia mechi yeah. na pili, sisi mashabiki tunawaambia yeah. sisi tutachalulana kwenye simu yeah. hila kwenye matatizo ya kuumwa kufa inabidi kuh..., e, tusaidiane Simba na Yanga yeah. kwa sababu hizi timu hata wazee wetu walikuwa wanazikana, si wadui. Kwa hiyo sisi tunaondoa yale maneno ya watu wanaosema Simba na Yanga uwadui. Simba na Yanga sio wadui. Sisi tunaenda kucheza mechi. Tunawaomba mashabiki waje kwa wingi uwanjani, she wangu waje kuniona, najua wa au sijui Nassoro Yanga, ha, Nassoro Yanga. Kwa ha. Kuna, kuna goli niliandaa la kwenda kulifunga mara ya mwisho alifunga mtu mmoja anaitwa JJ yuko kocha. Unasema? Kuna goli nimeliandaa kwa mashabiki wangu uh -huh. Yaani, kuna goli nimeliandaa kwa mashabiki wangu uh -huh. Nataka kwenda kufunga, yaani itabaki historia ndani ya lizii uh -huh. Asante oh, ambaye tulitangaziwa pale awali ndo mwenyekiti wa hichi kitu. ah, tunatamani kusikia sauti yake mwenyekiti eh, kuzungumza gani, ni namna gani ilivyokuwa ni ngumu na ni rahisi kuandaa jambo kama hili mwenyekiti doka anaitwa na, na, na, na, na Dr. Mohamed Hamisi ni mwenyekiti wa Tanzania Influencers, Tanzania Sports Influencers ambao tumeandaa jambo la mashabiki dabi itaka kwenda kuchezwa siku ya Jumapili pale uwanja wa KMC Complex majira saa 10. Nipende kuchukua nafasi hii kualika wadau wa soka uh, wanachama wa klabu ya Simba, wanachama wa klabu ya Yanga pamoja na wanachama wa klabu ya Azam na wengineo na vilabu vyote. Mashabiki wote, ndugu jamaa na marafiki waje kutuunga mkono waje kubawa Dr. Mohamed Hamis, kwa mara ya kwanza nikizima nikicheza mm, e e, namba tisa mshambuliaji hatari mm, kama mm, Fistoni Kalama. Kaka mimi ni hatari kaka. Tanzania Sports Influencers ni taasisi kubwa ambayo inahusisha influencers ambao wana influence kwenye mpira wa miguu nchi nzima na lengo ilikuwa ni kusapoti timu ya taifa senior team mm, manaake national team, timu zetu za vijana za taifa, lakini pia timu za wanawake na kuhamasisha michezo iwe ni sehemu salama katika taifa letu, kublandi nchi katika masuala zima ya michezo kitaifa na kimataifa, kuisupport national team, maanake timu ya timu ya taifa kizalendo. Ndio maana tunasema Tanzania kwanza, mengine baadaye. Kwa hiyo wadau wa soka na michezo mbalimbali watunge mkono siku ya Jumapili. Kiingilio ni bure, kiingilio ni miguu yako na macho yako. Unakuja kwa Dr. Mohamed Hamisi, nikimpiga chenga fumau wa yanga binimjeje nikimpiga kanzu na tobo godi Yanga. E, na mwalimu Yanga kaka, sio mchezo kaka, lazima namba tisa kama dimita baba tevu ikiweka hapa nikishuka, kaka kambani, usiniumizie Dr. Mo Ayo, sisi hao kaka. Ehe, sisi tunawaahidi mashabiki, dabi ndio mechi ambayo imetaadari kwa sasa mjini, ndio trend ya town, watu waji waone mpira ambako mainfluensa wa mpira, tukizungumzia mpira maanake, tunajua kuucheza sio kuzungumza tu. Mimi najua hujaona krip zangu bradha, nikifanya maajabu kaka, kaka, mimi ni hatari, mimi hapa na kariakoo kipadaki bradha, mimi hatari bradha, mimi ni wale washambuliaji hatari kama wakina wakina dimita bapatovu, unazungumzia wakina aran shila, nazungumzia wakina, wakina, <tipadaki> wakina, wakina rud van nestoroi Brother, nazungumziwa kina miaka yao wakadidia Drogba mm -hmm. Yani anaweka hapa kigagamia mm -hmm. Kaka akigeuka mm -hmm. Na cheka na nyavu kaka, wajiandae Yanga tutadogo tawalamisha mchanga siku hiyo unazui mm -hmm. Mechi ni kubwa mm -hmm. Tunaendelea na hamasa, vijana wamehamasika mm -hmm. Na umoja huu ni mkubwa. Serikali imetupokea, vyombo vya mamlaka ya soka mchini vimetupokea tunafanya navyo kazi kwa ushirikiano mkubwa. Mahusiano yetu tunaendelea kuyajenga siku hadi siku, na tunashukuru Mungu hivi karibuni tutapata ithibati ya usajili rasmi wa taasisi yetu kubwa, ambayo lengo ni kumwerimisha wanachama, shabiki mtanzania awe na uzalendo wa kusapoti timu yake ya taifa. Haiwezekani national team inacheza Benjamin Mkapa watu wasiende, brother, kupitia sauti ya Tanzania influencers, sports influencers. unajua Tanzania influencers pamoja na sports and promotion tutaweza ku influence watu wote watoke majumbani wakashangilia national team. Umeelewa? Ndio dhamira ya taasisi hii ambayo imeanzishwa, ambayo tunashirikiana na mashabiki wote wa Simba, Yanga, Azamu Mungu na, na vilabu vyote ambavyo wanavyoona kuja kutunga mkono. Tuwashukuru wasemaji wetu wa vilabu vikubwa hapa nchini Ari Kamwe pamoja na Ahmed Ali. Wamekuwa ni sehemu ya eh, hamasa hii sehemu ya tukio hili kwa influence ambayo wanayo wametunga mkono kwa asilimia kubwa ku kubrandi kupromoti na kuhamasisha watu kupitia vyombo vya habari kupitia press conference ambazo wameshazifanya kuelekea mchezo huo wa Jumapili, nasema uh -huh. Siku ya Jumapili, Dar es Salaam yeah. Picnic yeah. Ni sehemu moja tu yeah. Usiende bichi yeah. Bichi iko KMC complex yeah. Pale Mwenge utaenjoy sana kaka. kwa sababu utakuwa na wasanii mbalimbali maarufu hapo pale, utakuwa kuna watu kibao wako pale yeah. Wasanii watakuwepo yeah. Kuna watu mwa, mwa semaji la kafu atakuwa ne benchi pale fundi semaji. Mm -hmm. ari, ari, ari kama atakua upande wa Yanga kaka siku hiyo ni hata tunataka tujeze uwanja saa tatu asubuhi mm -hmm. wao shabiki wao baki nyumbani raha gani mashabiki mashabiki wa harufu tuko uwanjani tuwajeze uwanja yeah. saa 3 asubuhi mm -hmm. unatakiwa umke saa kumi na mbili unakuja viwanja vya vi, vi, vi KMC mm -hmm. viwanja vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi watu wote waje, itakuwa ni picnic, itakuwa ni event ya kuenjoy. mm -hmm. <laughs> unakuwa sambusa na nyama mule ndani soda pamoja na maziwa unaazuri, uh-huh. Huku nasubiria ngoma akichezwa pale, ushamwona kisugu akicheza, mzarama wa Simba akicheza huyo, ushamwona msoma pasi milioni, ushamwona uwe mzawa saruti umeshamwona, miaji mara moja ushamwona, njoo njoo njoo, Jumapili, Jumapili kumekucha, Jumapili kumekucha, kura kunoga yaya Nashukuru sanawa poenti tatu na mwakajana nakumbuka, ukiangalia timu yetu ambayo nininal mm. <laughs> <laughs> <laughs> tunakuja kwenye ligi ambao naizungumaia tim Kongo, timu yenye wachezaji, timu ambao ina wachezaji wawapo kwa ajili ya Yanga na wanajua wapo kwa Yanga, wanafanya nini Yanga. Aa, sisi mashabiki wa Yanga tumejianda kikamilifu kiakili kimwili na kimazoezi, hivi yeah. ninavyokuambia kabla tujafika hapo, tumetoka gym, tumetoka gym kupasa mishuli yeah, yeah, of course na hapa, e, na tumetoka gym, tumemaliza hapo, tumekunywa supu safi okay. na tumekunywa juisi ya, ku, ya kulainisha vitu Umenielewa? Na Labda nizungumze tu kidogo hapa. Tukitoka hapa, tunafikia tena hotelini hapa, tuko Popex, Popex hoteli kwa ajili ya vikao. Ndio vikao vyetu tulijadili tutavifanyia hapa. Tukitoka hapa, tunarudi tena kambini. Kwa nini rudi kambini? Kwamba wachezaji wajilinde na walindwe kwa ajili ya mechi ya Jumapili tarehe ishirini na moja. Hivyo kwa yote, ningependa mashabiki popote walipo, mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba pamoja na mashabiki wa Azam, hakutakuwa na kiingilio ni free boat. Nikizungumzia free boat, mwanachama yoyote, huyo mwanachama huyo, shabiki wa timu yoyote, unaruhusiwa kuja kumshangilia shabiki unaompenda au kushangilia chama yako unaoipenda. Mimi kama Dadi Manueli nitakuwa golini. Eh, mimi basi jaaojiaaamaas mikoba yake sema, kwa sababu yeah, kwa labda yote yakuzungumza, nizungumze kitu kimoja. Sisi Wanayanga tumejipanga kikamilifu, kiakili, kimwili, tunahakikisha tunaondoka na pointi tatu na magoli asiopungua chini ya magoli saba, kwa sababu tuna wachezaji ambao international, tuna wachezaji ambao hawana vitambi, tuna wachezaji ambao wanajua mpira so, He, we kama mzalamu tisweka. Mimi ndio mzalamu na tumbo tumbulie kama lile, popote ulipo mzalamu, naomba usikie. Wewe wewe we, ni striker. Nahakikisha huwezi kunifunga koyotu, koyotu, ni, ni, ni, ni sisi sisi na daka mpaka upepo mimi. Paka upepo na daka kwao yote, kwa yote labda niseme tu ukweli kwamba sisi tumejipanga sisi tuko vizuri na tunahakikisha tunaondoka na pointi tatu na magoli saba. Kwa nini nazungumza hivyo? Sisi tuna wachezaji tuna wachezaji wazuri ambao wanafanya mazoezi kila siku na tumejipanga toka mwaka jana ninavyokuambia, yeah. hii kitu tulijua itakuja kutokea kwa sababu tulikuwa ni mipango tu midogo midogo, kama kachumbari unavyokatakata, kuna karoti, kuna nyanya, kuna kitunguu, ndo kama sisi tulivyokuwa Yanga. Tuna mpira wa sambusa. Sambusa ulishakuta sambusa, ukikata ina mengi, mnaelewa? Ndo kama sisi mashabiki wa Yanga sisi sisi, mimi labda tu niwaambie kocha, eh, mimi kocha semaji lao ile mediali, mimi najua siku hiyo atalia sana ile ile diver mekamata hapa, muone ile chini, mepiga goti mekamata hivi mm -hmm. Wanaita mikono salama yeah, Daddy yeah. Manuel mikono salama yeah. Yani nahakikisha ah, Yaani sio mikono mia, mikono salama nahakikisha, mm -hmm. Yani nazungumza nahakikisha tunaondoka na pointi tatu na magoli saba yaani, yeah. E, mashabiki wa Simba tutawapiga mpaka wachanganyikiwe, wamejua wametokea wapi mimi kama mimi, dadi manywele nazungumza, dadi manywele ni mmoja tu nazungumza. Mimi dadi manywele tunahakikisha siku ya jumapili juma tarehe ishirini na moja tunaondoka na pwenti tatu na magori saba. Najua mashabiki wa Simba wana vitambi wote awajui kwao. Yote kwa yote, lazima niwakilishe timu yangu, lazima niokote mpaka ni, ni, ni, ni, ni, ni za nje yote kwa yote naomba. Naomba, naomba, mashabiki wangu wote nanipenda mimi, dadi manywele, siku hiyo ya gemu siku hiyo ya game tarehe 21, na Jumapili, naomba wote wafike kwa wakati. Umeona shetani, shetani huyu atakuwa midfield, anachafuachafua pale katikati, midfield ya maana, usimona tu yupo yupo, hey. shetani anapiga pasi nyingi sana, kama mtu wa kufanya fanya hivi mrewa yani. mtukati hey. shetani mtumani hey. sana hey. anapiga pasi sambusa sambusa pasi kachori kachori shetani pasi kachori kachori shetani, mtu mbaya. Alafu nkija, nkija kuchenji pale, alafu anakuja kuingia mzee mpili, imeisha mpili. Mpili akiingia hiyo ni shida. Unajua, unajua winga winga, teleza teleza, anapiga zile cross cross cross, inaitwa na sasa ni sasa. Manywele, hebu tuongee ukweli, Tanzania ni mtanzania gani anayoongoza kwa unene? Ana kilo 800 Sio nani? Mzalamu ndio anaongoza duniani, yule ana kilo 800 kidogo kadondoka, sasa hivi ndo namtegemea. Eti kuna mwingine anaitwa Kisugwa na typhoid, alafu baadaye tukampigia nani na mzee wa saruti Mumba na kilo 30, alafu kazaliwa njiti, eti ndo anataka kwa namba 9, alafu Dr Mo eti ndo anakuwa anakuwa beki ana kilo 600. E, yule nakwambia, pale watafungwa, so chini ya goli kumi, naweka hadi sasa. Sikiliza, niwaambieni maifesa wa Simba wa e, wa wakitufunga tarehe ishirini na moja hawa waliochokachoka wamezeeka, wakina Kisugu, wakitufunga hata goli moja, naomba wachukue panga kama lile la Farao, walinoe eh, usije kaingilia usinione huruma, wanikate kichwa e, alafu hicho kichwa kizalilishe Wakikalie kama kigoda, alafu huko wanaosha vyombo. Na mimi labda nitoe ahadi, na ahadi Simba wakitufunga sisi, ilo dokta mo anajita dokta mo mwenye mandevu, ambaye ajulikana kama siliwaya, naomba wiki nzima aje kula kwangu wiki nzima hey, wiki nzima hey, aje kula kwangu wiki nzima. Asante, asante. Hey, tunashukuru.